Akizungumza kwenye mkutano wa hadhara katika kijiji cha Nsimbo, kata ya Kazaroho, mbunge wa jimbo la Kaliua, eno Eno Kitama amesema mwanzoni mwa mwaka ujao 2026 hatatoa mitaji kwa vikundi vya mama lishe katika jimbo la Kaliua ili kuwainua kiuchumi ikiwa ni pamoja na kukuza mitaji yao. Ndugu zangu, ninafahamu kwenye risala mmeomba kwa ajili ya mitaji ya wajasiriamali wadogo wadogo niseme nisiseme, yeah. Leo ninaofuraha kuwatangazia mawantilio wote wa jimbo zima la Kaliua, kata zote kumi na tatu, vijiji vyote bila kuruka, watakwenda kupata mitaji bure, fedha ambayo wakipewa haina marejesho haina makato, waende wakafanye biashara zao. niseme nisiseme, tukio hili itafanyika tarehe mbili mwezi wa kwanza mwaka elfu mbili na ishirini na sita. Mlinichagua kama ni wakati wa kulia, tulie pamoja, kama ni wakati wa sherehe, tufurahi pamoja, na mimi niko tayari kuwatumikia. Ninayo furaha kwamba nimekwisha kutafuta fedha ya mitaji kwa ajili ya mamantilie aamandilie. Weye mbunge tama ameongeza, kwa kusema kufanya hivyo ni kuwanusuru wajasiriamali hao na mikopo isiyo na tija, maarufu kama kausha damu. Tunatoa mitaji kuwawezesha wenzetu kwa sababu mama zetu wanaparuka kwa sababu ya mikopo ya kausha damu. Mama zetu wanafirisika, mama zetu wanauza paka vitu vya ndani, ili tu waende wakakope mikopo yenye riba kubwa. Mimi mbunge wenu, wakati naomba mamlaka na nyie mkaniombea, nikachaguliwa kwa kura nyingi, nilisema njoni kwangu enyi nyote mnaelemewa na mizigo. Nami mimi, Joseph Weno, Kitama mbunge wa jimbo la Kaliua nitawapumzisha. Kwa upande wao, baadhi ya wananchi wamesema kitendo hicho kitaleta mshikamano, upendo na umoja. Naitwa Zubeda Selemani amatilie malamia ya biashara sasa hivi zimekuwa ni ngumu, haya ngano, mafuta vimepanda bei, maana tunajikuta wengine tumefunga migahawa kutusaidia namwombambung, kama atatuwezeshe mtaji atuwezeshe simas, tuko vizuri kutumia utumiao, sababu tukapowezeshwa mtaji lazima tufanyaje, tuitumie vizuri. Kwa jina mimi naitwa ndugu Masudi Yadamu Ali, ni mkazi wa kitongoji cha Tulieni kijiji cha Simbo. Hili litakuwa natija kwenye jamii kwa sababu wamelenga watu wenye hali ya chini zaidi. Koyotu, tuna, tuna, tuna, kwa hiyo tunafikiri kwamba labda wanasema kwamba mlala vibaya huwa anaonekana jioni Sio mpaka iweje? Sasa kwa sababu jioni hajalala ameonekana hivi, tunaelewa huyu hataki lala ndani, atalala na wenzie kwa amani, hawezi mm, kuwapiga mateke au kufanya chochote. Dira yake mimi naiona kabisa iko kwenye watu wa hali ya chini, maana hichi alichokifanya saizi cha kusema kwamba anawakusanya mamantilie sio hadisi, ni kwa vitendo. Kwa majina naitwa Abdalla Hamisi, diwani wa kata ya Kazaroho. Kuhusu swala alilozungumza mheshimiwa mbunge kuwawezesha mamantilie, hili swala ni la msingi sana kwa sababu anawapa mitaji bila kurudisha, ina maana hawakopeshi. Hili swala litakuja kuwainua wananchi na mamantilio kwa ujumla. Yani kiukweli tunamwombea Mwenyezi Mungu, kwa Mwenyezi Mungu, mbunge wetu huyo, hii ni swala la mfano na la kuigwa. Kwa kweli, anatuonyesha mfano mkubwa na mfano mzuri. Sisi kama wasaidizi, hatuwezi kurudi nyuma, tutashikamana naye kuhakikisha kwamba kila kitu alichokipanga kwa ajili ya wananchi wa jimbo la Kaliua kinatimia na ndoto zake zinatimia kuwatumikia wananchi.